karibu Tabora, karibu Toronto. Lakini pia mafunzo gani mnaendesha hapa baa? Hapa si baa hapa. Watoto wapi mmewakusanya? Wale watoto ni wadogo, watoto form 4. Bado uelewa wao pia wa kuchanganua mambo ni mdogo. Hasa mnafanya mafunzo pale. Wakitoka hapa nje kuna baa. Si mnawashawishi pia hata kuingia kwenye vitu vingine ambavyo hata pengine hawaja plan. Ofisi hakuna, najiegesha tu. Kwa hiyo mfanyie kazi ya maelekezo. Mtendaji usimamie kwa sababu wa watu wako kwenye eneo lako. Kwa hiyo wahakikisha wanaondoka yaani ndani ya siku tatu hizi ambazo tumetoa pasiwepo na mtu hapa, wote waondoke, warudi walikotoka. Zaidi ya vijana mia moja thelathini na sita wamezuiwa kuendelea na mafunzo na biashara ya dawa kwa njia ya mtandao, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kushtukiza iliyofanywa na kamati ya usalama ya wilaya ya Tabora, ikiongozwa na mkuu wa wilaya hii Upendo Wela. Ndio umfikishie hayo maelekezo, ipo kule, manake we utajua namna ya kumpata, kwamba kila mmoja anatakiwa aondoke arudi alikotoka. Sawa eh? Tunatoa muda wa siku tatu kila mtu atawanyike na tutapita kukagua kule ambako mmewaweka. Tusimkute mtu. Na kwa wale ambao walijiunga tu kwa jana, kuna wengine wameingia sijui jana, sijui juzi, warudishieni elfu arobaini zao waondoke. Hao ndio maelekezo ya serikali. Warudishieni elfu arobaini zao kwa sababu hawajasoma. Kwa sababu kwa watu za awali tumebaini wakati uchunguzi umefanyika umebainika, hii shughuli mnaifanya hapa, mnaifanya bila leseni, hamna leseni ya kufanya mafunzo, kuoperate hii shughuli hapa kwetu. Na hii ni mara ya pili, mheshimiwa mkuu. Mkuu alishatoa maelekezo hapa, walikuja mara ya kwanza wakakamatwa na wakaambiwa warudi, wasije tena hapa lakini wamerudi tena kinyemela. Maskini wa Mungu, simulizi za vijana hawa zinasikitisha na kustaajabisha, kwani kila mmoja alijaribu kujitetea na kusimamia msimamo wake mbele ya kamati hii, juu ya kile kilichowasukuma kusafiri umbali mrefu kutoka katika mikoa yao hadi hapa manispaa ya Tabora. Mimi mpaka nafika hapa, nilikuja kununua bidhaa ambapo bibi yangu anaumwa nikaja kununua bidhaa ili niweze kumpatia bibi yangu, maana miaka mitatu wote tunaangaika hospitali haponi, ndio maana nikawa na bwana nije hapa tapata msaada wa dawa ili niweze kumsaidia bibi yangu haponi. Kwa namna ambavyo nilivyoweza kufika hapa, kiufupi, sijashawishiwa. Nilifika hapa nikiwa na maamuzi yangu mimi mwenyewe timamu na na akili timamu. Ina maana niliweza kutoka mkoani mpaka kuweza kufika hapa ni kutokana na matatizo ambayo nilieleza kuwa nayo ko. Baada ya kuweza ku, kufuatilizia kimtandaoni na kuweza kuja kwamba hii ni kampuni inazalisha au ina, ina bidhaa ambazo zinaweza kunitibu mimi matatizo yangu, ndo chanzo cha kuweza kunifanya mimi mpaka nikatoka huko mkoani mpaka nafika hapa Tabora. Kampuni inajihusisha na vitu vingi sana lakini zaidi kwamba inatoa huduma pamoja na bidhaa. tangu niweze kulipoti hapa mpaka leo almost kama ni siku tatu, changamoto wangu kubwa ilikuwa mimi ni changamoto ya macho ilikuwa sina uwezo wa kuona vizuri na nilikuwa natumia miwani. Hata pindi nipo shule nilikuwa natumia miwani kuweza kuandika, lakini baada ya kuweza kuchagua bidhaa zangu na nivoweza kuitumia leo hii, kiufupi nimeona kwamba kuna uhalisia ambao kweli ni sina ile tena ile changamoto. Bidhaa mpya ili niendeleze biashara, ina maana bidhaa ambazo zitakazouzika ni kwa sababu ya wale watu ambao nawashirikisha, wale nawashirikisha watakaponunua founder ni mimi na maana hao wasingepata bidhaa pasipo mimi. Mimi ndo nimetumika kama tangazo, na maana pale inaonekana kama nimeuza. Kwa nyakati tofauti, baadhi ya nyumba katika kata ya Mtendeni na Mpera zimetajwa kukodishwa kwa vijana hawa, kama anavyoeleza mkuu wa wilaya ya Tabora, Upendo Wela. Ah, uh, labda kiufupi ambacho kimetokea ni kwamba katika hivi siku za hivi karibuni tumepata taarifa kupitia vyombo vyetu vya usalama kwamba kuna vijana mbalimbali ambao wameletwa kwenye eneo letu la wilaya ya Tabora na wamekuja kwenye makundi mbalimbali kwa maana kwamba wamekuja wakiaminishwa kwamba wanakuja kufanya biashara kwa njia ya mtandao. Kwa hivyo, kupitia vyombo vya usalama hivyo vimefanya ufuatiliaji na kufuatilia kwa siku kadhaa na kubaini maeneo kama matatu. Kwa mfano, kwa mfano, leo tumepita kwenye maeneo matatu. Kampuni ya kwanza inajiita kama kwa jina la Alliance Global Marketing, vitu kama hivyo lakini ya pili ni Qnet. Na hii ambayo tumetoka hapa sasa hivi inajiita kwa jina la QI lakini wote ukiwasikiliza inaone, inaonekana kwamba eh, azma yao ni moja kwamba wamewashawishi vijana. Hapa tunapoongea kuna vijana, kwa mfano, kundi la kwanza jana tumepata vijana karibia nane, lakini hapa tulipotoka kuna vijana zaidi ya kumi, lakini kuna eneo lingine tumetoka kule, na kwenye kuna vijana nadhani wanaweza kufika hata hamsini, sitini na nane. Kwa hiyo kijumlisho, unaona ni vijana wengi, na wote hawa ni vijana ambao wanatoka kwenye mikoa mbalimbali. Tujaribu kuwauliza jana na kuchukua orodha yao, unakuta wanatoka mikoa yote ya Tanzania isipokuwa mikoa minne yaani hawatoki Dar es Salaam, hawatoki Zanzibar, hawatoki Lindi na Mtwara. Lakini mikoa mingine iliyosalia yote, za Kilimanjaro wapo hawapo, lakini mingine yote wako hapa na ukiwa ndio hivyo, na ukiwauliza hivyo wanapigiwa simu sasa na wenzao ambao wako hapa wakiaminishwa kwamba wanakuja kupata fursa ya kibiashara, fursa ya kikazi, lakini kuna fedha wanatakiwa kulipa. Wengine wametakiwa kulipa laki sita, wengine wamelipa eh, milioni nne, wanatakiwa walipe ili waweze kupata hizo bidhaa na kuweza kuingia kwenye hiyo network ya biashara. Sasa kwetu sisi kama kamati ya usalama ya wilaya tumeona ni jambo hatarishi kwa sababu hata mazingira wanayoishi si mazingira salama. Mathalan tulikuwa tunawaoji pale, kuna mmoja akapigiwa simu kutoka Geita nadhani na kama sikosei, akaambiwa anakuja kufanya shughuli za kutoa misaada kwenye vituo vya afya, lakini kafika pale, anaambiwa ni biashara ya mtandao. Na mbaya zaidi wamewekwa kwenye chumba kimoja, watoto wa kiume wanalala wanne, wengine wamesema wanne, watatu, wawili mpaka saba. Sasa hili ni, ni jambo hatarishi kwenye mazingira haya ambayo tunaenda nayo, kwa sababu watoto wa kiume kukaa wote, lakini hata mustakabali mzima wa masuala ya chakula, kwa sababu wanapokaa pale hawajui mustakabali wao. Ni kwamba wametueleza wana, wame wanahemeahemea vyakula ili waweze kuishi. Kwa kwa hiyo tumejadiliana na kuona si jambo sahihi kiusalama. Kwa hivyo maelekezo yetu kama kamati ya usalama kwenye wilaya yetu ni kwamba vijana hawa wote warudi kwenye maeneo yao walikotoka na wito wetu kwa wazazi sasa ni kuhakikisha wanajiridhisha na watoto wao, wanapoambiwa wamepata fursa ya kibiashara wajue ni biashara namna gani, vinginevyo watoto wao wanaingizwa kwenye vitendo vya utapeli, udanganyifu na ulaghai. Kwa sababu katika hali ya sasa hivi tukiulizana, kweli mtu anunue bidhaa ya shilingi milioni nne halafu ndipo wewe upate bonus ya shilingi dola mia mbili wanaambiwa sasa, tutaweza kuona kweli kwa hali ilivyo, hali halisi Kweli kuna mtu wa kununua bidhaa ya milioni nne kwa mara moja? Kwa watoto wote, kwa sababu kila mmoja ili apate hiyo fursa lazima auze bidhaa ndio apate bonus. Ama alete wenzake. Kwa hivyo unakuta wanatumia njia ya ushawishi kuwapigia simu watoke huko waliko na kuja hapa. kwa kwa Kwa hivyo sisi tumesema kwenye eneo letu ni marufuku, kwa sababu wengine hawana leseni, kwa hivyo hawaruhusiwi kufanya biashara kwenye eneo letu. Lakini na yule mwenye leseni, tumeelekeza leseni yake ifutwe, kwa sababu sisi hatuafiki biashara anayoifanya kwenye eneo letu, kwa sababu inahatarisha usalama wa vijana wetu. Katika moja ya kituo tulichofika, jina la madam Joyce halikukauka miongoni mwa vijana wengi waliokutwa mahali hapa, na kamati hii ikataka kujua zaidi kulikoni. nimeanza biashara, nimetoka Kagera toka mwezi wa kumi na moja umeshauza bidhaa ngapi mpaka sasa hivi? moja moja. ushapata kiasi gani? Ushapata dola mia. Dola? Dola themanini. Dola themanini. Kwa sababu tajiri tumeambiwa dola mia mbili, wewe umepataje themanini? Kwa sababu ni leo, ni leo, ni leo, bidhaa moja. Uliuza bidhaa moja. Uliuza bidhaa yenye thamani gani? Yenye milioni nne. Milioni nne. toka mwezi wa ngapi umesoma kuja moja, wa kumi na moja. Toka mwezi wa kumi na moja mpaka leo umeuza bidhaa moja mojas. Mm. ku, bado alivyokamilisha mafunzo mpaka ndio sasa hizi umeuza bidhaa moja. mm -hmm. Haya, umetokea wapi kumpigia huyu bwana mm? ametokea Kagera. Okay. Oh, nafahamiana na mamake sasa. Ilikuwaje ukampigia simu Ulipigia simu na Madam Wester kwamba umetokea lini? Nimekuja sasa ni wiki mbili. Na wiki mbili toka umefika. Kwa hiyo ukaambia kuna kazi ya kusimamia kujia... eh, misaada eh, kwenye zahanati Eh uh -huh. Baada ya kufika eh uh ndio -huh. nikafika hapa sasa, nikasema kwamba hapa ndio natakiwa, tunapewa mafunzo ili kwaje kutakusimamiza msaada uh hizo. Eh. Kwa hiyo tuko umefika sasa hivi una wiki ya pili umepata mafunzo haya ya kusimamia misaada? Umepata nini? Hata yani hapa na hapa na kufundishwa hapa hivi. Mm. Yaani nimefika hapa ndio ikawa sasa kwamba hapa kazi naweza kufuata, naweza kufanya hapa ni, ni kazi za network na za international network, yani network market, yani yani yani biashara ya mtandao, biashara mtandao, yeah, ambayo unaifanya kwa njia ya mtandao, ndio nani una unakuwa unapata sana sana product unaipata una pale sawa, kisha qualify training, unaamua mwenyewe kwamba ninao uwezo wa hapa Tabora, unakaa wapi? Nakaa wangapi? Wanne. Uh, chumba kimoja wanne wote wa kiume, yeah. chumba kimoja wanaokaa na bwana wako wapi? Wanyoshe mkono. Afu unasema wamekuja bila laki moja na nusu. Unakaaje pale sasa Ujeuli bwana, wewe zako wote hapa wana wanalipia laki moja na nusu, wanasema sijalipia chochote? Ee, basi haya, tushamaliza na wewe. Nayo huko ushalipa, lakini laki na nusu. Umemaliza shule kidato changa cha nne moja mwaka jana, ukusikia fursa za kwenda JKT Saitoti Lekomokilasando kwa ujasiri mkubwa mbele ya waandishi wa habari anasema yote wanayoyafanya mahali hapa ni kwa mujibu wa sheria, licha ya kwamba naamini kuwa mkono wa serikali ni mrefu zaidi ya vile anavyowaza. Kwa hilo la kutokufuata taratibu na sheria nadhani haina ukweli wowote kwa sababu mpaka hapa tulipo na sababu ya kuwepo hapa tunafuata taratibu zote za kiserikali. E, leseni zipo, tinamba tunayo. Kwa hiyo taratibu zote za namna ya kufanya business aina yoyote imeweza kufuatwa. Kuhusiana na hza kusema kulala watu wengi, hiyo uh, inaweza kaa uh, sio big deal, lakini kwa ishu za kiusalama ni big deal. Lakini ninachomaanisha hapo kwamba haina maana kwamba kila sehemu anapolala watu analala watu wengi kiasi hiko, basi serikali siku zote ipo straight na inajua vitu ninavyofanya na kitu inachoangalia ni usalama wa watu, jinsi wanavyoishi. Kwa hiyo siwezi kusema serikali wamekosea, hapana, na serikali ni waelewa na wanaelewa na wanataka watu waishi katika hali gani. Huwezi pingana na serikali, yanaweza kusema hivyo tu. Daktari Shani Mdamu, mganga mkuu manispaa ya Tabora, kitaalamu anaeleza hiki kinachofanywa na vijana hawa kiusalama na afya kwa mwanadamu. Tumekuta kweli wanauziana dawa ambazo hazijasajiliwa na wanauza kinyume na sheria kwa sababu zile dawa hazijathibitishwa na TMDA lakini pia wanauza kinyume na taratibu na sheria za nchi. Kwa hiyo wamekamatwa, lakini pia wamezuiliwa kuendelea na biashara hiyo. Lakini sisi kama idara ya afya, hawajapata ruhusa kutoka ofisi ya mkurugenzi kupitia idara ya afya, ustawi wa jamii na lishe, na hata kupitia ofisi ya uganga mkuu wa manispaa. Hawana ruhusa hiyo. Madhara, anaweza kupata madhara makubwa kwa sababu zile dawa ni dawa ambazo hazina ithibati. Kwa hiyo na ambao wanauza sio wataalamu, na hatujui ya viwanda vilivyotengeneza hizo dawa kimsingi, haziruhusiwi kuuzwa katika katika manispaa au katika nchi yetu, lakini wenyewe walikuwa naziuza. Kwa hiyo wameelekezwa na Mheshimiwa DC ni kuacha mara moja, na kurudi sehemu ambako wametoka. Mwenye sikio na asikie, hapa tunasema la mgambo limelia, mdogo mdogo, kusanya kilicho chako na kurudi ulikotoka. Mkuu wa wilaya ametoka hapa, nadhani mmemsikia. Kwa hiyo na sisi kama kata tumepewa maagizo kwamba tuhakikishe mnafanya haraka sana kwenye issue ya kuondoka. Naomba mwenyekiti, mwenyekiti usimamie hili zoezi na mtendaji no. na watoe commitment kwanza wanaondoka lini, okay. E, watoe commitment kwamba lini wanaondoka ili sasa waende kwanza wafanye utaratibu, wakishapata vibali vyote wakamilisha, nadhani wataendelea na utaratibu wao kama yani, wakishakamilisha, serikali kawakubalia, ila bila hivyo kama mkoa leo alivyosema, nadhani mfanye mtoe tu commitment mnaondoka lini, ili kila mmoja arudi kwao mfate taratibu. Kundi la mwisho ambayo itarajia kuondoka kesho, kuagana na wale ambao walikuwa wanatumia anatumia da, darasa au ule ukumbi kwa ajili ya hili zoezi, kukabidhi funguo na mikataba ambayo ilikuwa wamesainiana na mwenye nyumba. Mafunzo hii na biashara hii inayofanywa na vijana hawa inanifanya nikumbuke ule usemi usemao kile kinachotawala muda wako zaidi ndicho kilichoitawala akili yako zaidi ya vingine vyote na ndicho chenye nafasi kubwa ya kuamua aina ya maisha utakayokuwa nayo hapo kesho. Akili ya kuambiwa changanya na za kwako. Wewe mkazi mwenzangu wa Manispaa ya Tabora, upo tayari kununua saa ya mkononi kwa zaidi ya shilingi milioni nne? Ni kwamba saa moja ina gharimu milioni nne? Ndiyo nikauliza sasa, kwa maisha yetu tulionayo Kweli kuna mtu wa kuafordi kununua saa kwa milioni nne? Na maana ni wengi. Sasa tunajiuliza, wanakuja makundi mengi huku Tabora, wanapata wateja wa namna hiyo kwa ukubwa gani? Kwa sababu ili uweze kusogea, lazima uuze hicho kifaa. Sasa saa milioni nne kweli jamani! Karibu Tabora, karibu Toronto.